tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati unaotuunganisha watoto wako kuweza kusoma neno lako lenye nguvu. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa upendo wako pamoja na wema wako. Tunaomba Bwana uwe pamoja nasi. e Bwana, utusamehe na kututakasa dhambi na makosa yote tuliyo nayo. Tunaomba damu yako yenye nguvu ipate kutuosha, ili tuwe safi sawasawa na mapenzi yako. Tunakualika Roho Mtakatifu mahali hapa, tunaomba utusimamie ili maisha yetu endelee kuwa imara katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Wapendwa, pia unaweza ukasoma kitabu hiki cha Malaki katika channel yetu ya YouTube inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube na Facebook ni jina hilo na unaweza ukasubscribe upande wa YouTube na Facebook pia unaweza ukafollow ili kuendelea kupata zaidi vitabu hivi. Wapendwa, Karibuni sasa tuweze kuungana na ndugu zetu wa Wed Project ili tuweze kusoma kitabu cha Malaki sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha Malaki. Mlango wa kwanza. Ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau si ndugu yake Yakobo? Asema Bwana ila nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia, na kuifanya milima yake kwa ukiwa na urithi wake nimewapambwe hawanyikani. Ijapokuwa Edomu wasema, tumepondwa, tumepondwapondwa, lakini tutarudi na kupajenga mahali palipoachwa hali wana ya ukiwa; Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, bali mimi nitaangusha; na watu watawaita mpaka wa uovu, na watu ambao Bwana anawaghadhibikia milele na macho yenu ninyi yataona, nanyi mtasema Bwana ndiye mkuu kupita mpaka wa Israeli. Mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana wa majeshi auliza ninyi enyi makuhani mnaolidharau jina langu la. Nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa njia gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu, si vibaya? Na mtoapo sadaka waliovilema na wagonjwa, si vibaya? Haya, mtolee liwali wako; je, atakuwa radhi nawe, au atakukubali nafsi yako? asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Ikiwa jambo hili limetoka katika mikono yenu, je, ye, atawakubali nafsi zenu? asema Bwana wa majeshi. Laiti angekuwapo kwenu mtu mmoja wa kufunga milango, msije mkawasha moto bure madhabahuni! Pangu sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Kwa maana tokia maawio ya jua hata machweo yake jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu; maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mnalitia unajisi, kwa kuwa mwasema, Meza ya Bwana imetiwa unajisi, na matunda yake, yaani nyama yake, hudharauliwa. Tena mwasema, Tazama, jambo hili linatuchokesha namna gani! nanyi mmelidharau asema Bwana wa majeshi. Nanyi mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu na kilema na kilicho kigonjwa; ndivyo mnavyoleta sadaka. Je, niikubali hii mikononi mwenu? Asema Bwana. Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume, akaweka nadhiri, ila amtolea Bwana kitu kilicho na kilema; kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi. Mlango wa pili. Na sasa, enyi makuhani, amri hii yaahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni, ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu; naam, nimekwisha kuzilaani, kwa sababu hamyatii haya moyoni. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu nami nitapaka nyuso zenu mavi, nam mavi ya sadaka zenu; nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Nanyi mtajua ya kuwa mimi nimewapelekeeni amri hii, ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani, nami nikampa ili aogope, naye akaniogopa, akalicha jina langu. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uovu. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi kwa sababu hiyo mimi nami nimewafanya ninyi kuwa kitu cha kudharauliwa na unyonge mbele ya watu wote, kama vile ninyi msivyozishika njia zangu, bali mmewapendelea watu katika sheria. Je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetumba siye mmoja tu? Basi mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya ya hiana, tukilinajisi agano la baba zetu? Yuda ametenda kwa hiana na chukizo limetendeka katika Israeli na katika Yerusalemu, maana Yuda ameunajisi utakatifu wa Bwana aupendao, naye amemwoa binti ya mungu mgeni. Bwana atamtenga mtu atendaye hayo, yeye aliye macho na yeye ajibuye, atamtenga na hema za Yakobo, pia atamtenga yeye amtoleaye Bwana wa majeshi dhabihu. Tena mnatenda haya, nayo mnaifukizia madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiiangalie tena hiyo dhabihu wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia. Lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo, au je kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awa yeyote asimtende mke ujana wake mambo ya hiana. Maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu, namchukia, asema Bwana majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Mmemchokesha Bwana kwa maneno yenu, lakini ninyi mwasema tumemchokesha kwa maneno gani? Kwa kuwa mwasema, kila atendaye mabaya ni mwema machoni pa Bwana, naye huwafurahia watu hao; au Mungu mwenye kuhukumu yuko wapi?